Kwa jina anaitwa Kilo Mkota, ni afisa wa NMB tawi la Kilosa. Kwa upande wa leo, kama NMB kwenye hii wiki ya huduma kwa wateja, tuna huduma mbalimbali za kibenki ambazo tunazitoa, lakini mahususani sana tumelenga kwenye huduma za mikopo kwa wafanyakazi wa serikalini, ambapo kwenye huduma za mikopo kwa wafanyakazi wa serikalini tunajua sasa hivi wafanyakazi wengi wapo kwenye mfumo wa ESS ambao wanaweza kukopa kule kuanzia kiasi cha shilingi laki mbili hadi milioni mia mbili kutokana na kiwango cha mshahara wake. Na pia riba yetu kama NMB ipo chini kuanzia asilimia 13 mpaka 17, kutokana na kima na muda ambao mteja wetu atakuwa anahitaji huo mkopo. Na mkopo wetu unaomba siku hiyo hiyo na unapata siku hiyo hiyo. Tumefanya hivyo kwa sababu mfumo wetu wa kibenki upo sawia na mfumo wa serikali ambapo ukiomba leo unapata leo leo, na kwa wafanyakazi wote wa serikalini, yaani wale ambao wapo kwenye ajira moja kwa moja washakuwa confirmed na wale ambao bado hawajathibitishwa kwenye ajira, wote wanapata mkopo na wana vigezo vya kupata mkopo huo. Na pia ukiachana na wale wafanyakazi wa serikalini ambao mikopo yao inapita hazina moja kwa moja au mishahara yao inapita hazina moja kwa moja. Kuna wafanyakazi wa serikali ambao pia wao mishahara yao haipiti hazina na wao, kama hizi taasisi binafsi za serikali ambazo zipo kama Tanapa, Tanesco, TRA, wale wote nao sasa hivi tunatoa mikopo ya wafanyakazi na inapatikana ndani tu ya masaa 24 na mtu atakuwa kashapata mkopo wake. Na tukiachana na huduma ya mikopo, pia kuna huduma za vikundi. Sasa hivi tunaona jamii nyingi wanaishi lakini wanaishi kwenye vikundi, labda vikundi vya tasafu, vikundi vya kusaidiana, vikundi vya vikoba vya kinamama. Hivi vyote tunatoa huduma ya akaunti ya kikundi, ambao akaunti hii pia tunatoa sambamba na bima ya kikundi, bima ya mkono wa pole kwa kikundi, ambapo akaunti ya kikundi kuifungua ni shilingi elfu thelathini tu, na sasa hivi tunaweza tukafungua akaunti ya kikundi popote pale ulipo kwa kutumia USSD code kwa sababu tuna mifumo miwili ya kufungulia akaunti ya kikundi. Unaweza ukafungua akaunti ya kikundi ukija tawini au tunaweza tukakufuata huko huko ulipo, hata ukiwa Lumuma, ukiwa Tindiga, huko kote unaweza tukafika na ukafungua akaunti ya kikundi bila wewe kufika tawini. Utaratibu wake ni wale tu watia saini waweze kupata akaunti zao binafsi waweza kuwa wameunganishwa na NMB mkononi, tutaweza kufungua akaunti hiyo ya kikundi na wakaweza kuitumia akaunti yao. Na akaunti yetu haina makato yoyote kwenye kutoa, kuangalia salio wala kuweka, hakuna makato yoyote. Na sambamba na hiyo akaunti ya kikundi ndio kuna bima ya kikundi, ambao bima hiyo yenyewe inawasaidia wanakikundi, ambapo wanapata matatizo. Kwa mfano, mchangiaji mkuu yeye akiwa amepata tatizo labda la ulemavu wa kudumu yeye, atapata mkono wa pole kutoka benki hadi shilingi la, milioni moja, na mchangiaji wa kundi huyo huyo akiwa amepata changamoto labda ya kifo, amefariki yeye mchangiaji mkuu, nako familia itapata mkono wa pole hadi shilingi milioni moja, na ikitokea mwenza wake amefariki, ambaye naye yupo kwenye huo mchango, naye atapewa mkono wa pole hadi shilingi milioni moja kutoka benki na utaratibu wa kupata huu mkono wa pole upo rahisi sana yaani, ndani ya masaa 24 tuka, toka, tutoka pale ambapo mchangiaji atakuwa amewasilisha ombi la mkono wa pole benki, atakuwa atapata mkono wa pole huo na ataenda kuifariji familia hiyo. Na pia katika kipindi hicho kwamba mtu ambapo amekuwa amefariki au amepata ulemavu wa kudumu na benki ikaarifiwa ndani ya hayo masaa 24, na kuna siku tisini za kutoa hizo taarifa, zikitoa hizo taarifa basi tutaweza kufanya prosesi na familia hiyo iliyopata hayo majanga nayo itapata huo mkono wa pole. Na sambamba na hilo, hili bima ya kikundi ipo, ina vifurushi mbalimbali. Kuna kifurushi ambacho kwa sisi benki tunakiita bronze, kuna kifurushi kinaitwa silver na kuna kifurushi kinaitwa gold. Kwa kifurushi cha bronze tunasema mchangiaji atakuwa anatoa shilingi mia sita kila mwezi ambapo kwa mwaka ni shilingi elfu alikuwa atakuwa anatoa shilingi mia tano kila mwezi ambapo kwa mwaka atakuwa anatoa shilingi elfu sita. kwa hiyo kwa wachangiaji ambao watakuwa wanajiunda kikundi kitano, watano, watano watakuwa wanachangia shilingi elfu thelathini kwa kila watu watano na watakuwa covered kwenye hivyo vitu ambavyo nimevielezea hapo awali. Kwa hiyo kwa watu wote wa jamii ya Kilosa popote pale walipo tunatoa huduma hizi na kwenye huduma hizi utapata huduma popote pale ulipo, bila kutoa mchango wowote wa kusema kwamba utailipia hiyo huduma. Zaidi ni yale malipo yanayohitajika yaliyopo kama taratibu za benki ambavyo zimetoa kwenye utoaji wa huduma zake, lakini wafanyakazi wetu wote wako flexible na sehemu popote ulipo utapata huduma hizi. Asanteni sana.